Unajua wale anaisha hapa Karaba, wale wako hata Makema, hapa Gategi, wale wako Embu, wale wako Kirinyaga ni kitu kimoja, si ni kweli? Na nyinyi wote ni waalimaji wa kulima mpunga ama mchele. Ruto huyu ameharibu bei ya, ya mchele, ni kweli, si kweli? Uhuru akajaribu wakati ule kuleta maji kutoka Thiba Dam. Lakini maji haijaingia vizuri. Tulishirikiana wakati wa mimi na Kibaki, na serikali ya Japan kuimarisha ukulima wa mpunga ama mchele, lakini Ruto ameharibu kila kitu. Sasa hivi amepatia marafiki zake kandarasi, walete 250, 5 million metric tons, tons ya mchele kwa bei rahisi ili kuharibu bei ya wakulima wale ambao wanafanya kila juhudi hapa kuimarisha kilimo, na nyinyi mnalisha Kenya yetu na mchele na mpunga. Kwa hivyo Ruto, kwa sababu hii na sababu zile zingine, ameharibu uchumi wa Kenya, na mtu ambaye anaharibu uchumi wa Kenya anafanywa vile watu wa Ushelisheli wamefanya leo, injustices. Leo hii tukiwa hapa wamemwambia rais wao kule, one term, ametolewa juzi. Watu wa Malawi wakamwambia rais wao Chakwera one term, one term! Nyinyi hapa Mwea na Kenya hii tunasemaji? Harambee! Harambee!